Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Mwanamziki nyota wa pop Katy Perry na wanawake wengine watano wanatarajiwa kusafiri kwenda angani kwa roketi ya utalii wa anga inayomilikiwa na bilionea Jeff Bezos kupitia kampuni yake ya anga Blue Origin. Mwanamziki huyo pia ataungana na mchumba wa Bezos, Lauren Sanchez, pamoja na mtangazaji wa CBC, Gail King. Roketi ya New Shepard inatarajiwa kuruka kutoka kituo chake cha kurushia roketi huko West Texas, huku dirisha la kurushia likifunguliwa saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Safari hiyo itachukua takribani dakika 11 na itawapeleka wahudumu zaidi ya kilomita mia moja sawa na maili sitini na mbili juu ya uso wa dunia, wakivuka mpaka wa kimataifa unaotambulika kama anga na kuwapa fursa ya kuhisi hali ya kutokuwa na uzito kwa muda mfupi. Vilevile vile ndani ya chombo hicho kutakuwa na mwanasayansi wa zamani wa rocket wa NASA Aisha Bowie, mwanaharakati wa haki za kiraia Amanda Nguyen na mtayarishaji wa filamu Karen Flynn. Kikundi hicho kimepewa jina la The Taking Up Space Crew, kwa maana ya kuchukua nafasi halisi angani na pia kupinga mitazamo ya zamani kuhusu nafasi ya wanawake. Chombo hicho kimeundwa kufanya kazi kiotomatik, hakihitaji marubani na wahudumu hawataendesha chombo hicho kwa mikono yao. Kitarudi duniani kwa kutua kwa msaada wa parachuti kwa mwendo wa upole, huku roketi yenyewe ikitoka kwa kujitegemea umbali wa takribani maili mbili kutoka eneo la kurushia.